Mgogoro mdogo wangu mgogoro umeanza mwaka tisini na sita hasa elfu mbili na kumi kashika kasi, baada kaka yetu mkubwa kufariki, ile ambayo nimepewa mimi rasmi, ambayo inaanguka baba yangu aasha, kimaanisha kabisa, wajukuu ambao vitukuu wa mwenye shamba la kwao muda mrefu. Na anasema mimi, kinara ni mimi, naishi pale. Kwani kinani ni mimi na naoita hao kutoka Monduli kutoka kutoka Ngarua mali penginepo, mimi ndo naoita waje kwa mwenye mwasa, ndio mimi pia naino lao pia kwa mimi kwa nika ndani usiku na mchana, kuweka ndani bila kujali kole langu wala nini, ndio nika ndani na kuja kutolewa na viongozi wa mila, na hao nakuja kunitoa kunitoa njela ndani bado mbali za kunifunga, lakini Mungu akasimama, ajanifunga mimi, na ndashangua faini alipa faini, hivyo hivyo mpaka leo mpaka leo naishi

Mmpata habari hiyo, nikapiga ndugu zangu simu aje. Leo ni kwamba kwa wengi sana, karibu hamsini, lakini simu nauli pia ni shida, wengine ni wafugaji pia. A msini kwamba namwombea sana mama Samia sana rais wetu nasema kama mitano tena, Mungu ambariki sana sani sana.